Mme wangu, inaonekana huyu mtoto katupu hapa, inabidi tumsaidie. Wewe hebu acha ujinga! Hivi unajua mtoto ni wa nani au ni nani alimweka hapa barabarani? Mme wangu, hatuwezi kumwacha mtoto katika mazingira kama haya peke yake, tumsaidie tu. Mbona kuwa sio mwelewa, hebu achana na huyo mtoto tuondoke. Hapana, mimi kama mzazi moyo wangu unaniuma sana, siwezi kumwacha mtoto hapa peke yake. Tumsaidie. Kama ikitokea tukutana na mzazi wake, tutampatia tu. Mbona <tosimu> nakso mwelewa wewe. Angalia mtoto mara moja. Naenda uani. inabidi nimwogeshe halafu nimbadilishe nguo. Hizo nguo ziko wapi za kubadilisha? Mtoto wa kukokota utamfunga hata kanga. Sawa, utajua mwenyewe bwana. Haya, naomba mtoto usinisumbue, mchukue mwenyewe. Mtoto yuko wapi? Kwani haujui ulipomweka? Hapa mtoto yuko wapi? Mgeuka nyuma uangalie. Mbona unasumbuana A, usinitanie. Kuanzia mwanzo ulikuwa kumtaki mtoto umundani. Niambie, mtoto iko wapi? Matope, hapana, siwezi kufanya hivyo. Ni nani kafanya, wakati nikuacha naye ndani? Mume wangu, watoto ni malaika, hautoki kuwatendea hivi. Ah, mke wangu, unajua nina wasiwasi na huyu mtoto. Hebu ache ujinga wako Why don't? Yani, kwa hii story namna ilivyokaa kama mwanangu. Wewe ni mtoto kabisa. Umeona wanawake walivyo sasa hivi? Wanawake sasa hivi wana imani ndogo sana, usikute pengine kwa chipsi tu mwanangu anadanganyika, nalala na wanaume tofauti tofauti, wanampiga mimba alafu watu wanakimbia, na wakishakimbia usitegemee kama kuna mtu ana muda wa kulea mtoto sasa hivi. Hamna huu muda Hizo mzee, ndo tunaita small blessings. Huyu mtoto mwanangu, mchukue, mlee, ondoa hiyo imani za kishirikina kwamba naweza kuwa jini. Kwa mimi hiyo imani hainipi mzee wangu, kilee, iko kitu kitakusaidia baadaye, labda na kitu kingine. Na hivyo una miaka miwili na mke wako hamna hata mtoto wa kusingiziwa, wewe unakwama wapi? Hebu mpatie jina, umlee huyo mtoto, sijui. Unanielewa, ndugu yangu? alafu umesema mwenyewe, mkewa anampenda kinoma, yaani umwambii chochote hali halali bila kumwona wewe mtoto. Sikiliza, acha kujiweka nyuma nyuma, leo huyo mtoto atakusaidia, uzeeni. Utanikumbuka. Aidoni, mbona kama hauko sawa? Kuna shida? Hapana, mbona mi nipo kawaida tu. Najua hauwezi kuniambia, ila mi najua kila kitu kinachoendelea. Sikia, nikwambie kitu. Aidoni, nishakwambia mi niko tayari kukuzalia. Mke wako hataki kukuzalia. Em, angalia tangu umemwoa mpaka sasa hajakuzalia mtoto em. Nikubalie nitakuzalia mtoto haraka sana. Waidoni kwa unapenda kuumiza hisia zangu? Nimeshakwambia nakupenda, usiniumize. Waidoni kwa hiyo umegoma kabisa kunisikiliza mimi? Nipo tayari kukuzalia mtoto na siwezi kukuacha, nakupenda sana Hongera sana kwa kukubali kumlea mtoto wa kitajiri. Mtoto wa kitajiri ndiyo yule mtoto aliyokuwepo nyumbani kwako, ni mtoto wa kitajiri na inabidi umlinde na umlee vizuri, maana yule ndo bahati pekee iliyoingia katika nyumba yenu. Hmm. Kwani huyu dada ni nani? na amejuaje kama nimemuokota mtoto? mbona mpaka anachanganyikiwa? Ah, hebu kwanza niwahi nyumbani. Oya, mimi ndo nimefika hapa kijiweni njoo sasa. Ah, vipi bwana Santana. Fresh. Ajue mkongo wenyewe mnazingua sana hi. Si tuliaga tukutane hapa bwana Samundo, <coughs> sio kama tunakukataa ndugu yangu. Sisi hapa kijueni mbona nimefika sijaona sasa? Tulitoka na Waidoni hapa. Yule bwana majanga yake kwao tukawa naye kule juu kule. Ehe, tukaenda kusikiliza kidogo matatizo yake. Taarifa ile ipo huko bwana Waidoni kaokota mtoto akiwa na mke wake. Ehe, na katika kumuokota mtoto, sasa wako naye pale nyumbani kwao. Ndio hilo linamfanya Waidoni bali mtie stress mpaka tukaenda kana chemba huko kuweza kumweka sawa akili yake. Ameokota mtoto naam. Asa mkongwe, sisi watu wazima ujue, wona vuona umtoto sio wakwake kweli, Waidoni. Mimi naweza kuwa upande wa Waidoni kwa sababu Waidoni mtoto Waidoni mwenyewe bwana hamtaki, yaani kwelikweli, ila mkewe ndiyo kamng'ang'ania, ng'ang'ani, ng'ang'ani. Umeelewa vizuri kwa hiyo ukiniambia mtoto ni wa Waidoni na hivyo hamtaki, hapana kivuli, itakuwa sio wake. Ala piano goli nimekuvua veo kabisa, yani. Alio nimekuvua veo. Ipola kiran, siku zote tunajua kama edole mawaya. Usasoma anamwigizia mkewe kwa tukio hilo la kumuokota mtoto, ili mradi apate kumlea pale nyumbani, lakini jambo hilo sio kweli. Tabia za edole kila mtu anazijua. <laughs> Wala kuesa bundu wewe. Sasa <laughs> rafiki yangu laricheka, au sio? Sasa, sikia yu kwambie. Mimi swala hili mimi nimeniuma uma kweli kweli. Tukiwa wafone la kipumbavu wa ino mimi nimeni uma. Kwa sababu kifikia shemeji yangu, ni mpore. Ana shida yoyote masikini ya Mungu. Ukiangala lagi yake nikiangaliaga siku zote. Ili vuko ponye upe. Ila ndatisha. Sasa, mimi kama mimi, sina friji. Kwa nsoba. Natoka mguu kwa mguu, mpaka kwa shemeji. Naenda kumwambia swala hili. Wewe samundu. Katika vitu utakosea katika hii dunia ni kwenda kumwambia mke wake Waidoni, kwa sababu unaenda kuwasha moto, na ndio maana sisi tukakukataa tukaenda watu hao wawili, mimi na Kudra, tukamsikiliza bwana Waidoni na tumetoka pale na majibu. Sijui kiroporopo gani kimenituma mpaka nikwambie, wewe tunakujua. Acha wewe ujinga. Ah, kwanza ujingau kwazaleloshaa kidole. Ningekuwa sikujui mwanagu ikupega ngumi ushasome sasa, kwa taifa lako mimi swala hili nataka kulitapika kwa shemeji. Na sasa hivi navyokwambia mi naondoka. Samundu mwanangu baada ya kuniona ndo umejibani. Amna, mwanangu. <laughs> kama mwanangu kama nikunikimbia utanikimbia sana. Umeelewa? Maana nime nimekuvumilia muda mrefu sana nikisubiria chakwangu. Kama vipi, kama umekosa chumba, mimi naomba naomba ya langu mwanangu. Nataka kugombana na eh, yeye. Sikia, nikwambia ndugu yangu mashaka. Mimi cha chumba mimi nitakutafutia. Ila sasa hivi kuna sehemu kwanza naenda. Ushasoma. Nipe dakika hizi, dakika tano nikirudi ikirudi nitakucheki, nitakupa mzigo wako. Mambo yako wewe unayathamini sana kuliko mambo yangu si ndio? Wewe mwana vyakwako ndio vya thamani sana kushinda kuliko vya kwangu. Naona mimi mimi mjinga kwa sababu mimi nimekuvumilia. Sasa sikia mwanangu, Sitaki sitaki kuongea sana. Naomba hela yangu. Tusifikie huko mashaka. Tushafikia huko. Unaona? Subiri kwanza nisikilize kwanza. Acha kwanza niende hivi kwanza, niende hivi nikirudi fresh, ule ujanja wako upo suleli, ule ujanja wako yani ni siafika hata robo ya ujanja wangu mimi. Unachokipitia we mi nishakipitia kitambo mwanangu. Nakupa tu siku moja hii ya leo, ikipita hii siku, umenielewa? Kama nisipopata chumba au pesa zangu jioni ya leo, utajua kama wakongomani sio watu komisionere wenu wa uongo. Ujamaadaye pesa yake vibaya kwele we. Hii ndo shida ya kukaribisha chi jirani, awezi ta kujua sila zao ziko vipi. Angekuwa angekwala kudaemkulya, unajua atakukatakata masikio. Masikio mke wangu, mtoto yuko wapi? Wewe mtoto wa nini, hebu niambie, mtoto yuko wapi? Namuhitaji. Umeona faida ya kuwa na mtoto hapo? Usha misi tayari yetu, singemchukua ingekuwaje? Mbona unataka kuzunguka? Nionyeshe mtoto alipo, yuko wapi? Nazungumza mwenyewe. Ah, umwache kwa rafiki yangu, si umeona hapa anapika pika, asije akanisumbua mie bure. Yaani twende fast tukamfuate, namuhitaji sasa hivi hapa. Gaangu, mbona uko hivyo? Kuna shida? Nilimwacha mtoto hapa nje, naingia ndani, natoka simuoni. Unasema nini wewe? Mtoto umuoni?